Historia inaonyesha kwamba timu ambazo ziko zinategemewa kupata matokeo mazuri mara nyingi huwa zinaharibu. Sasa I'm not say, mimi si mtabiri, lakini uh, Fenerbahce itakuwa game kwanza, itakuwa game interesting sana game nzuri sana kwa sababu currently ligi ya Uturuki uh, inajifanyia rejuvenation Inaji, tuseme inajijenga upya uh, kuna wachezaji wengi sana ambao wametoka Bundesliga wametoka Spain wametoka Uingereza yeah, na sehemu nyingine nyingine wameenda kuongeza nguvu uh, ligi ya Uturuki, Galatasaray pamoja na Galatasaray, na pamoja na naba na, Bistangu, na, Bibache, Bistangu, na Besiktas yeah, wako kwenye hiyo uh, kwenye hiyo streak ya kupambana kuinyanyua kui, kui ligi yao itakuwa game kubwa sana au game nzuri sana kwa Aston Villa, na itakuwa game nzuri sana kwa Fenerbahce kuonesha makali yao. Lakini kama uh, uh, kawaida nasema kwamba sehemu ambapo Villa yupo sasa hivi anaelekea kule ambapo unasema siku zote kuhusu Crystal Palace, kuna ka ceiling, kuna sehemu nategemea Villa akifika hawezi kwenda zaidi ya hapo. Mpaka leo. I'm telling you, kuna sehemu Villa akifika atakuwa sehemu ambapo Crystal Palace yupo sasa hivi kwamba uwezo wa kikosi kupanuka zaidi, yani kufanya extraordinary activity zaidi, kuna sehemu itafiki tu. Tutarudi hapa game time, tuonavyo sisi.